Ofisi ya waziri mkuu, mheshimiwa Halifa Mohamed Isa, mbunge wa Mtambwe, sasa aulize swali lake. Dawa za kulevya nchini zimekuwa na athari kubwa sana kwa wananchi, hususani kundi la vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa letu. Je, yes, serikali haioni kuwa sasa kwa kutumia vyombo vyake inaweza kubaini watumiaji, wauzaji, mpaka vigogo wanaoingiza na kusambaza dawa hizo? Naibu waziri Abdala Posi anaenda kutoa majibu ya serikali kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu. Napenda kujibu swali la mheshimiwa Khalifa Mohamed Isa, mbunge wa Mtambwe, lenye sehemu a na b kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali siku zote hutumia vyombo vyake kuwabaini, kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria wafanyabiashara wadogo na wakubwa wa dawa za kulevya nchini kwa kushirikiana na wananchi wakiwemo watumiaji wa dawa za kulevya. Juhudi hizi zimefanikisha kukamatwa wauzaji wadogo na wakubwa na kuwafikisha kwenye vyombo vya kisheria. Baadhi ya watumiaji wakubwa wa madawa hayo waliokamatwa ni Ali Hatib Haji maarufu kwa jina la Shikuba na Muhamed Marami maarufu kwa jina la Chonji na, na Mwanaidi Mfundo maarufu kwa jina la Mama Leila. B. Serikali kwa kushirikiana na asasi za kiraia inaendelea na programu maalum ya kutoa huduma za upataji nafuu katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, serikali imetoa mwongozo wa uendeshaji wa huduma hizo, na inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha huduma za matibabu na utengemao katika eneo la Itega mjini Dodoma, na inaratibu ujenzi wa kituo hicho, kituo kama hicho mjini Tanga. Mheshimiwa Khalifa Mohamed Issa, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa naibu Spika, pamoja na majawabu ya Mheshimiwa naibu Waziri, na masuala madogo mawili ya nyongeza. Mheshimiwa, hoja ilikuwa kwa namna gani vyombo vya kiserikali vinaweza kusaidia au kushirikiana na hawa watumiaji wa uraibu huu ili kuweza kuzifikia zile channel za waagiziaji, wasambazaji na watumiaji. Je, kwa kiwango gani, kuna mlinganisho gani wa wale waliokamatwa pamoja na watumiaji wenyewe ambao wako mitaani? Serikali inaweza kutupa ulinganisho kwa sababu mitaani wako wengi, lakini ambao wanakamatwa ni wachache. B. ni kweli kuna baadhi ya watumiaji wako katika maeneo ambayo wanapatiwa huduma za kupata nafuu. Hawa vijana hawa, au na watu kwa jumla, wanatumia madawa haya wakati mwingine kwa vishawishi lakini na wakati mwingine kwa kukata tamaa tu za maisha. Sasa, mara baada ya kusha kuwapa madawa haya au nafuu hii, wakitoka mitaani, tumewaandalia mambo gani ambayo yanaweza kuwasaidia katika kujenga maisha yao huko mitaani? Asante mheshimiwa. Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa naibu spika kwa mara nyingine kwa niaba ya wa mheshimiwa waziri mkuu, napenda kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa uh, Mohamed Halifa kama ifuatavyo a. Narudia tena, serikali inashirikiana inatumia vyombo vyake na wakati mwingine ku, nalazimika ku, ku, kupata taarifa kutoka kwa waraibu wa madawa haya ili kuwakamata uh, wafanyabiashara wakubwa na wadogo ma, na wa, wa madawa haya, na ndio maana tumefanikiwa sasa kukamata baadhi ya watu wenye majina makubwa makubwa katika biashara hii, na ninavyozungumza wako vizuizini na kesi zinaendelea. Limeulizwa swali kuhusu mlinganisho, kuna mlinganisho gani kati ya wale wanaokamatwa na wale wanaotumia. Lazima niseme kweli, hakuna statistics lazima, lakini lazima tuweke wazi kwamba biashara hii tofauti na biashara ya nyanya au vitunguu ni, ni biashara inayofanyika kwa kificho sana. Kwa hiyo kusema kwamba utapata proper statistics itakuwa ni kudanganya watu. Wapo watu maofisini eh, maeneo mbalimbali wanatumia madawa na huwezi ukajua moja kwa moja. B, huduma za kupata nafuu. Kwanza naomba nirekebishe kitu kimoja eh, ambacho kinaweza kikaonekana kama overgeneralization. Si kila mtumia madawa ya kulevya anafanya hivyo kutokana na kukata tamaa ya, ya maisha. Mifano ipo ndani na nje ya nchi, kina Michael Jackson na wengine sio kama walikuwa wamekata tamaa ya maisha. Vishawishi is fine lazima, lakini niseme kwamba juhudi za serikali zinazochukuliwa uh, za kukuza uchumi na kadhalika zina lengo la kuondoa ugumu wa maisha unaowaingiza vijana katika kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu sote tunafahamu kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa hili, na nchi yoyote yenye nia thabiti ya kuendelea ni lazima ichue hatua madhubuti ya kuwalinda raia wake kutokana na kutumia madawa ya kulevya. Baada ya kusema hivyo, niongezee tu kwamba juhudi za kuondoa watu kwenye vishawishi vya kutumia madawa ya kulevya sio za serikali peke yake. Hili ni tatizo la kila mtu. Kwa hiyo kila mtu awe ni kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa familia, na raia wote wana jukumu la kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na vishawishi vya kutumia madawa ya kulevya mara baada ya kumaliza tiba inayohusika.